Maafisa wa Secret Service wa Marekani walimpiga risasi mwanaume mapema Jumapili baada ya kuonyesha silaha karibu na ikulu ya Marekani, yani white house. Mamlaka zilipokea tahadhari kuhusu tishio linaloweza kuhusisha mtu aliyekuwa na mawazo kujiua, ambaye alikuwa akisafiri kutoka Indiana kuelekea Washington DC. Maofisa walifanikiwa kupata gari la mtuhumiwa na baadaye kumkabili kwa miguu karibu na barabara ya 17 na mtaa wa F Street. Mtuhumiwa huyo alipelekwa hospitalini lakini hali yake bado haijafahamika. Hakuna majeruhi walioripotiwa kati ya miongoni mwa waafisa hao wa Secret Service. Ikumbuke e kwamba Secret Service ni idara maalum ya ulinzi na upelelezi inayoshughulika na usalama wa viongozi wakuu wa nchi, hasa maraisi, na pia inahusisha na masuala ya kiuchunguzi dhidi ya uhalifu wa kifedha na usalama wa taifa huko Marekani. Majukumu makubwa ya Secret Service ni pamoja na kama yafuatavyo: mmoja, ulinzi wa viongozi wa kitaifa, yaani kumlinda rais, makamu wa rais na familia zao, lakini pia kulinda viongozi wa zamani wa taifa na wageni wa kitaifa. Pili, kukabiliana na uhalifu wa fedha, yani kuchunguza kesi za utapeli wa pesa, uhalifu wa mtandao na wizi utambulisho, pia kupambana na utengenezaji wa pesa bandia, yani counterfeit money. Tatu, operesheni maalum za kijasusi, yaani kufanya upelelezi kuhusu vitisho dhidi ya usalama wa taifa, lakini pia kufuatilia mashirika au watu wanaoweza kuwa tishio kwa usalama wa viongozi wa nchi. Nne, kulinda miundombinu muhimu ya taifa, yaani kusimamia usalama wa mitandao na mifumo ya kifedha dhidi ya udukuzi, pia kushirikiana na mashirika mengine ya kiusalama kama vile FBI, CIA na Interpol. Kwa kifupi, Secret Service ni walinzi wa viongozi wa kitaifa na wachunguzi wa uhalifu wa kifedha. Hii ni sawasawa digital. Habari kiganjani mwako.